Hakuna tabu yote, tuingie tuongee ndani vizuri zaidi. Bwana bibi kapata, bwana mama kapata bibi, unasikia bwana Kipala? Cha kufanya mimi naona kitu kimoja sawa cha kufanya tumuite mbele yako basi, tumuuliza au unasemaje? Hapana, hmm, hapana bana, wala usimuite mbele yangu kwa sababu atajisikia vibaya sana. Mimi cha kufanya bana, wacha niende zangu, nitikapokwenda zangu kule Dar es Salaam, wewe sasa huko nyuma utaongea naye vizuri, utaongea naye vizuri binti yetu, ujue kabisa kama akakubali au vipi, alafu kama vile tulivyoongea, utanipigia tu simu bana, kwenye simu si vitu vipo, utanipigia mimi nitaelewa, alafu nitamwambia yule bwana kwa hiyo haina shida bana mimi wacha niende nimekwambia siwezi kulala wacha niende zangu bana tutawasiliana bana sawa sawa, basi sawa bana, uh, bana nisikuchelewesha bana mjomba kipala wewe nenda alafu <coughs> utakujulisha bana ngoja mimi niongee naye mwajuma atakapokubali basi itakuwa safi hakuna shida hakuna jibu ambao tatoka vibaya wacha kufanya mwambie tu huyo bwana ajiandae mimi nitakuja huko huko sawa bwana hata kama sitakuja basi nitakupa ruksa sawa sawa bwana Unasikia mpenzi, hata usiwe na shaka, umeelewa vizuri eh? Mi nachokitaka kwako mapenzi, wala sitaki mdada kama yule bwana, yule Mwarabu mi hata simtaki, ila yeye ndo anajipendekeza kwangu na kwambiaje, utakula vitu vyangu, umenelewa vizuri mi ndo ananiita mama Mwarabu. Na kuanzia sasa hivi, sasa yule Mwarabu mi nampiga chini Nataka niwe na wewe, nakwambia hivi, nitakukabidhi ile gari na utakuwa nalo, na ile nyumba pia nitaichukua. Yeye atajua mwenyewe pa kuenda, umeelewa eh? Kwanza ana lolote antishi, hivyo vyote yeye ndo ananipenda mimi. Hata ako wala simtaki, tangu zamani wala sina haja naye, kula roba yani akula roba kabisa.

ndowe chibaba la mimi ndo ni echimama umeelewa hapo, upo kwanza? Nakwambiaje, utafurahia maisha na tena, nikichukua nikiachana naye kila kitu sata nikabizi, kwa hiyo nitaandika jina lako wewe y. Yani mimi nakupenda sana, unajua mpenzi, tena sana. Nakwambia usije kanisaliti, ujue, ukinisaliti nitakufa mchana mchana mwaya

ametokea Dar es Salaam huko, alivyokuja hapa amekuja amesema kwamba kuna mtu anataka kukuoa. Huyo mtu mimi sijamuona, sawa, lakini ametoka mtu wa kutoka huku kwetu, kwa sababu ana maadili mazuri. Amepata sifa kwamba chole huku kuna vibinti vigoli, sasa akaona aje kwangu mimi, na mimi nakujua mtoto wangu, wewe ni kigoli, umetulia, sawa? Kwa hiyo sasa bwana, hebu niambie Upo tayari kuolewa na huyo mtu au na mtu wako? Ili mimi nisimchoshe mjomba wako, kwa sababu majibu yanahitajika leo leo ili tuyapeleke, nimpigie simu alafu tujue tunafanyaje kwao. Nikasema ngoja nikupigie, maana alikuja tangu jana, wewe ulikuwa haupo kwa hiyo ndo hivyo, ehe, natajijibu kutoka kwako Mwajuma mtoto wangu. Baba naye kumuhusu mjomba aondoke, hata sijamsalimia, jamani. Haya, lakini sawa tu baba. Mimi bwana, nilikuwa na mchumba wangu. mchumba wangu anaitwa Kitufe yule, Kitufe yule. Lakini sasa hivi hata simwelewielewi, alisema atanioa, sasa hivi anioe, huu mwaka wa pili, sasa anazidi kunichezea, hata sijui. Kwa hiyo hapa niko njia panda hata sina uhakika, labda nimuulize tu Kitofe kama yuko lazi kunioa au vipi? Lakini mimi hata sina uhusiano wa kusema nina uhakika nao kwa kweli babangu, ukweli ndo huo. Nasema nini nini? Mbona sikuelewi binti yangu, Mwajuma? Huyo mchumba wako yuko wapi? Mbona sijai kumwona hata siku moja akaja nyumbani kujitambulisha hapa? Kama kweli huyo mchumba wako anakupenda, miaka yote hiyo mmekaa, ameshindwa hata kuleta barua ya uchumba. Eh? Uchumba! Wewe mwenyewe unashindwa kuona kwamba huyu sio sahihi kwako eh? Isikiliza, sasa nikwambie, usitaki kunaibisha wala usitaki kuvuruga kile ambacho mimi nimekipanga. Umeelewa? Jumba yako kaja, uko mjini na maana hakuna wanawake wote Sio hapo. Kwa nini yeye hajakuona na hajiona ana koti akule? Jomba yako kaamua kukupa wewe ili dili. Maanake kakupa wewe ili akunusuru ndio hivyo bwana. Sasa na yeye unataka kudangusha. Mimi sitaki ujinga kama huo. Staki kabisa. Ninachokitaka hapa bwana hapa. Huyo mchumba wako achana naye. Shonielewa, nataka wewe hapo uolewe. Ah oh, sasa nanipa shida baba bwana. Baba, sikiza nikwambie. Sijasema kwamba eti eh, labda mimi sitaki kuolewa hapana, ila nilikwambia tu kitufe ndio alikuwa mpenzi wangu mchumba wangu, lakini sasa mpaka sasa hivi hajawahi kuleta ndio barua uchumba, na tuna muda mrefu kweli, yaani kwa hiyo sasa sijajua labda nimuulize yeye eh, nijue. Sema sihitaji. Nimesema lazima utaolewa, utake usitake, lazima utaolewa. Kama utaoke, hapa nyumbani kwangu ondoka, sikutaki kabisa kukuona, kwa sababu unataka kuniaibisha kesho. Sasa mimi mimi nitapeleka majibu, lazima uolewe hapa. Kama utaki hapa nyumbani, nimesema uondoke, nisikuone kabisa. Mwajuma umenielewa? Mwajuma nisikuone kabisa yani hapa kuanzia leo, sawa Mwajuma Migoko? Tena ukome kabisa kubishana na mimi tena. Koma, koma, koma, mimi ni baba yako, umenielewa? Tena ondoka mbele yangu, mimi nikasiche sana. Ondoka, sitaki kukuona kabisa. Utaolewa kilazima. Sasa naletea mbwe mbwe hapa, naleta ngonjera, sitaki ugonjwa mimi ndio baba, nishamaliza tayari. Baba huwezi kunilazimisha mimi, ndo naolewa sasa. Nikitaka nakubali, nikitaka nakataa. Huwezi kunifosi kama hivyo baba yangu, inabidi unge na mimi vizuri, jamani, sio utanifosi. Naolewa na mtu ambaye simjui, sijamuona wala sijampenda. Nimekwambia mi na kitu fiangu, sitaki kabisa kuolewa baba yangu, wala sitaki kukuvunjia heshima kwa kweli bwana. <coughs> Shenzi mkubwa wewe eh, unanibishia mimi pumbavu zako, nitakurudisha eh, kwa mama yako mjinga wewe eh, eh, usibishane na mimi kabisa, nishakwambia mimi ndio mwenye maamuzi ya mwisho kabisa, mjinga mmoja bora eh. Mm, sasa basi nijuki hapo hapo mbele hapo, aina haja kunipeleka mpaka kwa nyumbani, tunajua kuna swahili wengi wacho wengi bwana, nijuki hapo hapo, tutatembea tu kwa mguu sawa mpenzi? Basi kwa hiyo unaogopa macho ya watu.

basi sawa, wanachukua hata hivyo, tumeenjoi yani sana, unajua. Afurahi tena kugereela kuwa na enjoy kweli yani. Babamto jamani, hacha kunifurahisha bwana, hata mi nimeenjoy. Tuseme wote tumeenjoi bebi, yani tumeenjoi hasa, hata mi napenda sana kuwa na wewe. Na kuhusu simu mpenzi, we nitumie meseji muda wote tu, wala usijali, simu yangu haangalii mtu yoyote, wala akagui. Kwanza na password, hawezi kufungua password yake, lazima mimi ndo nifungue, mpenzi. Kwa hiyo tuma message muda wote, wakati wote ukijisikia, mpenzi wangu, wanguikwae utaulala bariabwakw ayabay. Jamani, yule mwanaume mwanaume japokuwa mrevi, lakini nimempenda kweli, yani yani, nimempenda sana, ananikea ananijali, umeona Mala kule bichi tumekaa, mala nikumbatia hapa, amenishika shavu yeye, nimetokea kumpenda kweli. Yani hata mume wangu anifanyii hivyo, mume mwenyewe kila saa yuko bize. Mimi cha kufanya bila kuwa na huyo tu, hapa nilipo hapa naenda moja kwa moja kwa shoga yangu Amina Chogo, nenda kumpa taarifa shoga yangu ukweli. Yule eh, mjini hapa watakoma watu tena. Hapa napiga matukio tu, yani majirani zangu wote nawapiga matukio tu na Amina Chogo si amjui yule bwana, nampiga matukio to.